Jambo jambo wa Kongole, jambo jambo Wazalendo, jambo jambo serikali zima Kongo, FDC na wasazi wote ya mungini. Aa, ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John ndiyo, na basalimia katika jina la Yesu Kristo mwana Zareti. Mimi Makanaki Kasimbira John ndiyo natuma hii mesaji. Hii mesaji naitumia komanda vile uh, wa FRDC katika mji wa Uvira kwa maana. Uh, naona mesaji anani anatumia wazalendo wala anatuma Uh, mimi sifurahii. Hakuna mtu aliumba mwingine, hakuna kama mimi nasema ineno manake, na mimi nakwazika. Hakuna mwanadamu aliumba mwingine mwanadamu, tuko wa jeshi. Na kama unaona wewe ndo jeshi ulifunzwa, mwingine akufunzwa, mbo Mungu ndo alifunza, na Mungu ndo aliumba batu, na Mungu ndo aliweka batu. uh, kitu napenda kusema mimi makanaki

jeshi wa FARDC anapiga komanda wa muzalendo. Me alikuwa ishakunywa pombe kidogo, iko mulevi, iko nafanya desordre. Kiongozi wa muzalendo anamwambia kitu gani huko nafanya, achana na hivi. Yeye anapiga ule kiongozi ya muzalendo. Pengine basoda bazalendo biko pale, ni kiongozi iko na escort pale

ende twende pale mbele kwenye adui hiko. Kama uko na forsa ya kupigana, twende pale mbele kwenye adui hiko. Me mwanaume kama vile mimi makanaki hawezi nitombokee, kwa maana mwanaume alikufa limoja na akapona limoja na akaumbika limoja na akakufa limoja. Mimi sina probleme mkongo mzima, wala mzone ya Uvira, na kupatia adabu sana na heshima kubwa Drone mwene aliumba ni mutu na drone mwene anaiharibisha ni mutu. Na risase mwene aliumba ni mutu na risase mwene anaua ni mutu. Na risase mwene anaharibisha ile napiga ni mutu. Mimi nakuambia samahani sana, mo Colonel, samahani sana samahani sana. Samahani sana kama unatete basoda kukuwa navamia bazalendo, samahani sana. Mimi sipendi problemi hapa Uvira na asipendi mambo ya, ya mambo ya kudistre batu ikuwe fujo si benyewe kwa si benyewe, juu ya kuingiza adui Uvira, hapana, hapana. Mi Makanaki nakuaka na adabu sana na mi naheshimiaka kila autorite, hakuna mtu alinilikrite. Niko volonte kwa kupigania inchi na wazalendo, biko volonte banapigania inchi, abapokei mweye. FARDC munapokea abazarau mtu, me msituzarau, na unisi, usinizarau, na musinizarau hapana, hapana kabisa. Mi na katala tuishi mzuri, vitu ya batu Uvira viwe na amani. Wakati ulitoka Kishasa, ulikutana Uvira iko na kimya, ulikutana Uvira iko na amani. Atupendi mtu wa kuharibisha Uvira, hapana. Usijikamate wa speciale, Mungu ndo mutu wa speciale, Mungu ndo mutu wa speciale, Mungu ndo wa speciale. Naomba unisame sana komanda, vile naomba unisame. Mimi Makanaki sana sipendi probleme ufira, chu, tu, Uvira ju unidistre wala tudistre batu mwingizi adui hapa Uvira. Sitaki, sitaki, sitaki, sitaki kama unantete basoda yako ju ya, force yako alikuya nayo juu idistre batu wala idistre kupiga Wazalendo juu kama ule soda banamukamata banamupinire weye utomboke, usinitombokee. Samani sana, samani sana kabisa, samani sana. Na kuheshimia tena, naheshimia bagenerale bote biko hapa, Komanda Chiviri na Komanda Rejo na ba autorite yote na ba civile yote, na baheshimia sa kupitia Mungu wa mbinguni, kupitia Yesu Kristu mwa Nazareti, unisame sana kabisa. Mimi sipendi makelele, kama unapuye basoda bafanye desordre ku wazalendo na kama una apie soda a, ju afanye betize apana. Mimi soda wa kwangu alifanya manyanga busiku, su ulibafunga basoda bawili, ulibafunga nokabakiana na chargere zote za masase suulizibakiana pale. Eske mimi nilisema? Mimi sikusema. Na no ulibapinire, ulibapinire pale Kavivira pale ku parking balifanya kama trois jours pale. Eske mimi nilitomboka? mi nilisema soda kama iko indiscipline ifokumupinire awe na adabu, ayue kama bale bengine ni ba viongozi, ayuwe kama kiongozi ni kiongozi tu, kiongozi ni kiongozi tu. Lakini hapana, mambo ya zarau, msituzarau na usinizarau. Apana, nakusi sana, unisikize, unirumie sana. Sipendi makelele, sipendi fujo. Hapana, mimi siko mzalendo. Hii makarto ya kuibende muko na fokea bende muko hapana. Hapana, hapana, hapana Samani sana mwanaume, alizaliwa limoja kakufa limoja. Tuikae na amani tukule na amani. Kama unakuja na nguvu ya kupigana, nguvu isibaki hapa msantre, vile ya upira, twende kule mbele. Mi Makanaki niko hapa, twende na wewe komanda fil, twende tupigane vita mi na wewe Makanaki, twende kule mbele tupige mf. Si atuko masesele fe, si atuko munini. Shusha drone zako, twende kuya na nguvu zako, twende unataaciweka kama vile Goliati. Hapana, usijweke kama vile Goliati bwana, tujweke kama batu ba Mungu, tujweke kama Bakristu, tushuke Mungu yepeke tatupandisha. Hakuna mtu wa waspesial, ni Mungu, lakini usimmima kanak hapana. Na katika jina la Yesu na Mungu akemee hiyopepo naiyohewashindo katika jina la Yesu. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, baada ya oudio hiyo ambayo kiongozi Makanaki alimjibu kamanda wa jiji la Uvira. Kuna Nini News ilimtafuta ili kupenda kujua kutoka kwake baada ya ojo hiyo, ujumbe gani muhimu alionayo, kwa sababu ujumbe au ujumbe yake tayari imefuatwa na watu wengi na kusikilizwa na watu wengi. Basi ana ujumbe gani? Nilipenda atoe ujumbe kwa ujumla, iwe upande wa jeshi, raia na wazalendo wengine kuhusiana na hali watu wanayoishi ambayo ni ya vita na mstakabali wa nchi, alikuwa na haya ya kutoa kama vile ujumbe sawa. Juu hmm. Message tena iko tu nuko ambia <coughs> tu Wakongomani uh, wote, wala serikali yetu ya Kongo wala wazalendo FRDC wote, basiogope, tusimame imara eh, meme adui kuna pana marushwa nini, sisi tuko imara tu. Kwa imara to kabisa kas uh, tuendelee mbele, na ole mkongomani rushwa na ole mkongomani mwene kula rushwa, ayu ole atajuana na Mungu kabisa. Yani ule uko mkongomani, yani juu mkongomani alisi awezi kula rushwa juu hapa ni nchi yake. Hapa msomani pale na nini pale viko kwa mafro tu, bakaze basijali kitu na basijali morale za nje, wala mafo morale ya makomandema bapigane tu mm.